Fundi, ngoja kwanza, ngoja kwanza, ngoja kwanza. Sasa unaingilia kazi sio? Subiri kwanza, subiri kwanza, nisikilize wewe, usio mdonyole mjomba. Hii hapa fuse tayari na na usikaje mjomba? hmm. Kama wewe unajua kwa kwa nini ukutengeneza test? hmm. Hii hmm. ndio ni kama unataka kuelekea Ubungo Unaingia kama unaelekea. Unaelekea wapi? Ah, basi hamna maneno mengi. na Na test hapo. Yangu faza au ya kwako? Wewe si ndo mwenye safari? Asisamani mwanangu, mnaona gereji Gereji? Eh, sio gereji na ndio huu. Jamaa kavaa kwa roli hivi.

Wewe hujawahi kujambishwa nini? Mashuzi mwanangu, hujawahi kupigiwa